Ya yeah, hello guys karibuni tena katika mwendelezo wa video zetu. Asante sana kwa ambao umesha subscribe chaneli yetu inajulikana kama DMG Info 2. Asante sana kwa ambao unazidi kufuatilia video zetu, una like, una share na comment. Ah, katika video yetu ya leo tunaenda kuangalia jinsi ambavyo tunaweza tukatumia Microsoft Excel katika kufanya conditional formatting ya yeah, so kwa kwanza kabisa, ili ndio ilikuwa swali letu ambalo ilikuwa lina base katika conditional formatting hii. Ni ni Microsoft Office Excel Excel. So twende hapa tukaangalie namna ambavyo tunaweza tukajibu haya maswali. So kama unavyoona, hii ni ni listi ya wanafunzi ishirini na hizi ndizo alama zao kulingana na masomo, jinsi ambavyo walipata. Unaweza ukaona wamechanganyikana wavulana na wasichana, lakini pia kolamu ya mwisho kabisa inaonyesha toto. Sasa swali so letu la kwanza kabisa, twende haraka haraka, ni kwamba linataka tu highlight all marks below that in a red fill to identify students who are significantly struggling in any subject. Hapa anamaanisha nini? Anamaanisha tu highlight maxi zote ambazo ziko chini ya thelathini na tuzihighlight the kwa rangi nyekundu, kwamba zihighlightiwe kwa rangi nyekundu ili zionekane, eh okay, kwamba hawa ni wanafunzi ambao, e, wako katika hali mbaya, wana struggle katika e, maxi ambazo ni mbaya. So tunachoenda kukifanya hapa, tunatakiwa tuselekti maxi zetu maxi zetu select kuanzia mwanafunzi wa kwanza hapa katika Kiswahili mpaka tuta drag, tunasema ku drag kuanzia kwenye Kiswahili hadi uraia hadi mwisho hapa kwenye mwanafunzi wa mwisho. Na hapa unaweza ukashanga na jinsi ya kudrag, ina maana utapeleka kasa yako kwenye kwenye mwanafunzi wa kwanza katika somo lake la Kiswahili, katika mouse yako utashikilia hiyo button ya left click utaishikilia theni utashusha chini mpaka kwenye alama ya mwanafunzi wa mwisho ya somo la uraia kwao. Unaweza ukaona kwamba kuna kuna kiboksi, kiboksi ambacho kitakuwa kimeonekana hapa. Tafsiri yake ni kwamba umesha selekti hizi maksi za Kiswahili, English, maarifa jamii, hisabati, sayansi na uraia. Hapa unaweza ukafanya chochote kuhusiana na hizi ambazo umezihighlight. Tafsiri yake ni kwamba ulichokihighlight ndio unaweza conditional ukakifanyia formatting. Vilivyo nje ya hii ambayo ume highlight zitabaki kama zilivyo. Sisi kwa sababu tu base kwenye max, ndio maana tume highlight max zote kuanzia Kiswahili mpaka uraia, katika katika hii ribbon ya, ya home. E, katika home hizi robots zinazoonekana ni function ambazo ziko katika katika home, kwa hiyo tukiwa hapa kwenye conditional formatting, utabonyeza pembeni hapa kwenye hichi ki triangle hapa, itaonekana kitu kama hichi, then utaenda kwenye highlight cell rules, utaenda kwenye highlight cell rules, hizi utaenda kwenye hii uh, ya kwanza. Hii ya kwanza ni greater than, hii ya pili ni less than. Sasa hii anataka below 30, maana yake jamani, k tutaandika thelathini. Baada ya kuandika thelathini, amesema tuzipige kwenye red fill. Where is red fill, light red fill with dark sinataka red fill. Tutakuja soe labda sijaonyesha. Baada ya kubonyeza hapa tende sawa. Baada ya kubonyeza hapa pembeni kwenye triangle itatokea hivi, tutaenda kwenye highlight cell rules Then utaenda kwenye less than. Sisi so tunataka less less than 30, kwa hapa, katika hii box hapa tutaandika 30. Tukiandika 30, nafikiri kwenye sheet yetu tunaweza tukaona kwamba tayari kuna ambazo zimeshakuwa selected, zimeshakuwa na na alama fulani zenye kumi. E, hapa anasema with light red fill with dark text fill. Hapa sasa hii ni option kwamba maandishi yaliyoonekana yanaonekana hizi zilizohighlighted na maana yakuwa katika light red, lakini with dark red text. Kwa hiyo unaweza kuona hapa. Lakini yeye ya yale alichokuwa anakitaka, anataka red fill. Kwa kama ni red fill utaenda kwenye custom, customs, kama custom format hapa. Tukaenda kwenye custom format a uh, tutaenda katika katika fill. Yaani katika fill ni kwenye rangi sasa. Hapo ah, sisi tutachagua rangi ambayo amesema ni red like this one, then tabonyeza ok. Ni red border, ni light red fill, hii haijaokelea okay, sana haijakolea sana hii ni light kwao. Sisi tumeenda kwenye custom set, tukachagua red ambayo imekolea, ndo hapa tukabonyeza okay. Baada ya kubonyeza ok hapa basi, katika shiti yetu unaweza ukaona kwamba maxi zote ambazo ni below 30 zinakuwa na red. Hiyo ni hatua ya kwanza, hiyo ni swali la kwanza. Hiyo swali la pili nasema, highlight all marks above 40 in green fill with dark green text to recognize excellent performance. Sasa hapa anataka hawa ambao wako na above 40 marks highlight kwa rangi ya kijani lakini eh, maandishi yenyewe katika dark green text, ili tuweze kuwafahamu kwamba hawa ni wanafunzi ambao wanafanya vizuri, they have a excellence performance performance. So tuenda kufanyaje? Tunarudi hapa katika sheet yetu, tutaenda kwenye conditional format, tutaenda kwenye greater than. Hapa nasema greater above 40 Namna ni greater than 40 taandika 40. Baada ya kuandika 40, ya amesema tuchague green fill with dark green text, green fill with dark green text. Tabonyeza okay, utaona kwamba zote ambazo ni above 40 zina rangi fulani hivi ya kijani, okay. Tukiendelea ni swala la tatu, nasema, highlight all marks between 30 and 35 in yellow fill to flag students who are just around average and may need closer monitoring. Hapa anamaanisha kwamba aba, uh, ambao uh, tu, tu, tu, tu, tu, tu highlight hawa wanafunzi ambao wamepata marks kuanzia 30 mpaka 35 na tuwafil kwa rangi ya, ya njano uh, kuonyesha kwa kwamba hawa wanafunzi na wako katika around average, lakini wanahitaji uangalizi wa karibu sana. Kwa hiyo tunaenda katika conditional formatting, then tunaenda katika highlight cell rules, na hapa tutaangalia uh, between amesema between 30 and 35, tamenza hapa. Itatokea dialo na box mbili. Sasa hapa ina maana unaandika 30 kwenye box ya kwanza na hii ya pili utaandika 35. Nini hajatuambia tuchague rangi gani, sindio jamani? So hapo unaweza ukajichagulia wee hipi ambao unahitaji, labda tunaenda ia... hii ah, ok, alisema yellow ya yeah, alisema yellow. Kwa hiyo taenda kupik yellow hapa, tabonyeza ok. So we have done with this one, tunaweza so, tukaona kwamba ambao wana ah, between 30 and 35 wamekuwa colored, wamekuwa filled with yellow color. Uh, number 4 anasema: use a color scale any of your choice to shade each subject column. Hapa anamaanisha kwamba tutumie color scale uh, kwa rangi ambayo tutapendelea mwenyewe ku shade each subject column, ku kupa ani, kuonesha hizi column za masomo kwa rangi. Kwa hiyo hapa sasa inabidi tuachane na kuselect hili lote, tutaweza kwenye hapa kwa hizo, kwa hivyo imetoka ile boxi then select column. Select column hapa, utagusa hapa hapa, ina maana maana ume select column mzima ya D, ambayo ni Kiswahili, lakini sasa tunataka select kuanzia hapa mpaka hapa, au sio? Au tuanzie hapa lina neno Kiswahili kule liwe, kwa hiyo tutaingia kwenye Conditional format hapo hapo, taenda kwenye color scales ya kwenye color scale, ili rangi nyingine, na utaanza kuchagua yoyote kwa hapa kwenda hapa. Hapo as you see there are some different color up here like this one like this one like this one, ya yeah, msoto tafuta na. Kwa hiyo by the way unaweza ukajichagulia so tu, na yeah, ile hapo, then utaenda kwenye huyu hapo <coughs> Rudi ile ile, tunafanya process hata hatai hapa, itaenda hapa, chagulia color scale nyingine. Tutaenda hapa kwenye heading, then itaenda kwenye conditional formatting, tutarudi kwenye color scale, tutachagua colors. Amesema tujichagulie so, like this one. Color scale lakini, naeza ukaenda kwenye here, unaweza ukachagua rangi, sio lazima uchague hiyo tu. So baada ya hapo, we have done with the scale, I mean color scale. Let us jump to question number 5. Anasema highlight duplicate values across all subjects marks to detect cases where different students score the same marks. Hapa anamaanisha kwamba uh, to duplicate kwa ni kama kurudia mara mbili au kuna kili mara mbili. Yaani sasa katika hii sheet yetu i yapa inabidi ya kwanza tu highlight, kwa sababu swali so inauliza katika marks zote Tuangalie zinazojirudia zinazojiduplicate, ina maana kama kuna namba ambazo zimekuwa duplicated zitakuwa highlighted, yaani kama iko 48 na nyingine 48 zitajitia zitaji, zitaji kala, zitabaki tu zile ambazo hazikujirudia katika hii katika katika katika katika katika hizi marks zote. Sasa kwamba uh, kuna sehemu ambao wanafunzi walipata maisha ambazo zinafanana, bada mimi nisha highlight hapa uh, kama unavyoona, au tuanze upya tu-highlight youmon <coughs> hetunachofanya anyway, hapa tunapanda tu hapa juu conditional formatting. I've said before that we deal with conditional formatting only today so relax. you have to relax. Easy, everything is here, so uh, anasema unaenda uh, kwenye highlight cell cells rules tunashuka duplicates values tuna As you can see here, uh, hapo unaweza ukaona kwamba zalo ambazo let's change the color so that you can see it clear. Let's go to the custom format here, let's say to the color ambao ni ya blue like this one, so that we can, we can identify easily yeah very nice as you can see here, let's press okay. So, as you can see Vyote viboksi vyenye buluu, tafsiri yake ni kwamba wanafunzi hawa kuna sehemu walipata maksi ambazo zinafanana kwao. Kumi na nane inaweza ikawa hii namba unaoiona aanaio, zimekuwa duplicated kao, tumesema zile ambazo zote zinakuwa duplicated tunazipa E, rangi ambayo itatuonyesha kwamba hawa wanafunzi katika hii walilingana, wali, wali, wali, lakini uh, at the same time unaweza ukaona kwamba kuna ambazo hazina blu. Hizi ambazo hazina blu ni zile ambazo ziko peke yake, ni namba ambazo hazikuwapia mara mbili. For instance, 42, 38, 31, 33, 41, 44. We do have 5 here, we do have this gap and this one 26 and 24, zote hizi na 8 as well as 8 na zingine ambazo sijakuwa, sijazitaja hapo, lakini hizo ndizo ambazo hazikujirudia. Kwa hiyo we are finished on this question number 6, not 6, question number 5, yeah. Let us jump to question number 6. Let us jump to question number 6 and it say, highlight any blank cells in bracket is simulate untired or missing mark with yellow fill. Kwa hiyo hapa ya, anasambia tu highlight zile blank cells. Yani, cells katika hii table yetu hapa kuna viboma ambavyo havikuwa na chochote, ndo tunaziita blank cells kwa hiyo anasema to highlight with yellow fill ehe uh, ni bracket anasema simulate an entire or missing mark so here uh, the thing that we are going to do uh, we are going also to highlight make sure that you highlight your work from here up to here then you go to the conditional format here then highlight as you can see here And then we are going to jump on more rules then you are you'll come here format all the cell width so here you are going to choose blanks here yeah, blanks here there is no format set so we are going to set a color it say yellow so we are going to choose yellow then after that you're going to click ok after that click ok once again you can see the all the yellow blanks, all the, uh, the, the blank cells are in yellow in color can see unaweza kuona hizi tatu hizi hazina chochote ambazo zimekosa alama na unaweza kuona zimekuwa za njano so we're done with question number 6

clear rules. Then we will navigate to left, to right, not left. Then we are going to clear rule from entire sheet. Have you seen here? So we are going to click here. As you can see, everything is white. Everything is as we are at the beginning of our sheet. So unaweza kuona tumefuta kila kitu. So now you can do Uh, as your own to try to try to make uh, uh, those steps again, so we are done with this. Mpaka hapo tumefika mwisho, naamini utakuwa umejifunza mengi katika video hii. Basi kama ni mara yako ya kwanza hapo, basi usisahau subscribe channel yetu inajulikana kama DMG Info 2.